Asifiwe wasikilizaji wangu, tuna siku nyingi hatujaonana, lakini nimekuja na mada inayosema hakuna usiku usiopambazuka, hakuna giza lisiloisha. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna usiku usiopambazuka. Warumi kumi na tatu mstari wa kumi na moja Biblia anasema, na moja Bibilia Takatifu maandiko anasema, naam tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia kwa maana sasa uokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini, usiku umeendelea sana na mchana umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo anawaandikia Warumi. Kanisa la Rumi likuwa kwenye taabu sana, Wakristo walikuwa wanauawa, kila kitu kilikuwa ziki zanga Mtume Paulo anawaambia Warumi, badala ya kukaa na kulia, badala ya kukaa na kuomboleza, anawaambia wokovu wetu sasa u karibu nasi kulipo, kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Ndio maana nikasema hakuna usiku usiokuwa na mapambazuko. Hakuna taabu ama mateso yasiyokuwa na mwisho, yataenda karne na karne, lakini karne nyingine itakuja. Taabu ya leo si taabu ya kesho. Kuna Mungu mbinguni, naomba mnielewe vizuri. Kuna Mungu aliye wapi? Mbinguni. Naongea na watu wenye akili kwamba lazima kutapambazuka tu. E, na Biblia inasema kwamba maana sasa wokovu wetu karibu nasi kulipo tulipoanza kuamini. Kuna wakati tulipoanza kuamini juu ya kitu fulani, kuna wakati tulipoanza kutumaini juu ya kitu fulani, kuna wakati tulipoanza kuwa na shauku ya matokeo ya kitu fulani. Lakini kadiri unavyoendelea kadiri unavyoenda ndivyo shauku yako inavyosogea katika kupata unachokiamini. Kwa hiyo hakuna usiku usiongojea asubuhi. Kila usiku unangojea asubuhi. Kwa hiyo kama tuko usiku sasa, kesho nakwambia, kuna asubuhi. Hakuna mchana usiongoja usiku. Kama tuko mchana sasa, basi usiku uko mbele, lakini kama tuko usiku, mchana uko mbele. Hakuna ugonjwa usiongojea dawa, hakuna taabu isiyongojea ufumbuzi. Kila ugonjwa unaelekea kwenye tiba. Kila tatizo linalokukumba wewe kila tatizo linalokumba taifa, kila tatizo linalokumba mtu binafsi lina tiba yake. Hata kama haijaonekana leo, itaonekana kesho. Hakuna taabu isiyokuwa na tiba. Hakuna taabu isiyokuwa na, na, na, na, na, na, na mwisho na, hakuna taabu isiyongojea ufumbuzi. Tafuta ufumbuzi wa kuondoa hilo giza, tafuta ufumbuzi wa kuondoa ugonjwa kulia manunguniko ubabe, hauna ufumbuzi wa taabu yako. Kukaa na kulia na kunungunika na kulalamika havina ufumbuzi wa taabu yako. Lazima unapoingia kwenye taabu ama shida, uchanganye kichwa, ukae kama mtu mzima, utafute ufumbuzi. Biblia inasema katika Mithali sura ya 24 mstari wa kumi, ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Huwezi kulikimbia jaribu, huwezi kukimbia taabu, huwezi kumkimbia shetani. Shetani ni bingwa wa mbio. Utapanda ndege, ukifika Ulaya utakuta maisha yakaa pale. Tafuta ufumbuzi wa tatizo lako, sio kumkimbia shetani, sio kukimbia jaribu, sio kukata tamaa. Bibilia inasema ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Hebu jitahidi kuwa mwanadamu mwenye tumaini, Jitahidi kuwa mtu anayejua kwamba kuna saa ya ukombozi, kuna saa ya uokovu, kuna saa ya kutoka katika magonjwa, kuna saa ya kutoka katika taabu, kuna saa ya kumrudia Mungu na kumgeukia. Biblia iko wazi kabisa, tukimgeukia Mungu tukilia na kuomboreza, ataziondoa taabu zetu, ataleta mapambazuko, giza litaondoka. Kiboko cha shetani ni Yesu. Kiboko cha giza ni nuru. Ninasema kutoka katika moyo wangu ya kwamba wapendwa wangu mnaonisikiliza, ni saa ya watu kumrudia Mungu, kunyenyekea, na ninawatangazia kabisa, asubuhi iko karibu na Yesu yuko karibu kunichukua kanisa, twende tukapumzike mbinguni. Mungu awabariki sana. Naitwa Mchungaji Joseph Petro. Tafadhali ingia katika chaneli yetu ya Maisha Bora TV, subscribe like. Ukifanya hivyo Mungu atakupa baraka kubwa katika jina la Yesu Kristo. Chaneli yetu ya Maisha Bora TV, ingia Maisha Bora TV, subscribe like, share. Mungu atakubariki, nakubariki sana katika jina la Yesu. Tukutane katika saa ijayo. Amen.